Eh, mtu wa Mungu huyu mzee nilipokuwa gerezani, ataeleza mwenyewe alikaa miezi mingapi au miaka mingapi, lakini mimi kwa kule gerezani nilikuwa kama baba yao, ndio nilo mnonolia nikiwa gerezani. Kama sijakosea eh, ni kama na suruali, nilikuwa nawaambia vijana wangu ikiwezekana wa, wa, wa, watu walio na shida sana wa wanunulie nguo. Kwa hiyo wakati fulani ilikuwa nawapa chakula, lakini huyu mzee aliingia gerezani, sitaki kuchambua sana kwa undani, lakini aliingia akiwa na busha kavimba hivi, ila bado aliambiwa kwamba amebaka watoto, aliambiwa kwamba amebaka watoto. Ilikuwa inaumiza sana. Ilikuwa inaumiza sana, akajaribu kujieleza, jamani, mimi na busha nimebakaje? ama askari aliwaonyesha niwe bakaje? <coughs> lakini kwa sababu yeye kwa maelezo yake <coughs> anasema kwamba kuna mahali alikuwa naishi, anaombaomba sana. Kwa zile kelele zake ni kama kuna jirani ambaye aliona, sasa nitampotezaje asio, anaombaomba sana ndipo akaona njia ya kumpoteza nikumpa kesi ya ubakaji ambayo baadaye alifungwa. Basi ndio hivyo, hatukuwa na jinsi tumsaidieje tutamtoaje? Na huwa inaonekana kwa mahakama e, yenyewe inamtoa mtu kwa kuamua kwa mambo ya sheria. Ndio maana mimi mara kadhaa nasema pangetakiwa iwepo njia ya kibinadamu, kwa sababu binadamu, utu uko juu ya sheria, unaoweza kumnasua mtu mahali anapolia kupita nje ya mifumo ya kisheria, lakini kwa sababu dunia iko hapa, mzee wa watu amekaa gerezani kwa muda ambao atausema yeye hapa e, lakini baadaye, asante Mungu kwa huruma na pendo, lakini pia na mamlaka, huenda ziliona ziliona kwa kweli, huyu acha tumpumzishe, vyovyote busara alivyowatuma leo yuko hapa nje. Kilichonisikitisha ni kwamba nilisikia siku nyingi ametoka, na mimi wala sikuwasaidia, ili waje wao washirika wangu, sikuwasaidia ili waje wanione wa mtu wa maana lakini wakati mwingine wakikwama, wametembea sana huko duniani, wamekwama, wanakumbuka kuna baba yetu alitukumbuka tukiwa gerezani. Kama hapa alitoka siku nyingi, ataeleza hapa, alitoka lini. Nitamuuliza swali, alitoka lini? lakini eh, alipotoka basi aliendelea tu huko, baadaye akafanya ajali, akapata ajali, nadhani akapata hii tatizo, naliona kwenye mkono hapa. Baada ya hapo hospitali walimsaidia, lakini walimwambia siku utakayokuja kutolewa huu mwogo uje na shilingi elfu hamsini. Katika kota alikopita ndugu jamaa marafiki, bilashaka aliona ni jambo hawajamsaidia, alijatatuka kakumbuka, tulikuwa na baba yetu gerezani ambaye alikuwa anabeba sehemu ya mizigo yetu, ngoja nikimbilia huko na mimi, pamoja na ukata, utata, ugumu mwingi nayopitia, lakini <laughs> Mingi unaona, Mungu ndio kanipa ndo watoto wangu, kichache nachoweza kuwa nacho, ikiwa ndani ya uwezo wangu, mara nyingi sioni shida kujumika nacho. Kwa hiyo hiyo shilingi elfu hamsini nimeona tu vizuri ni mpe, nimkabidhi. Nadhani hiyo iko kamili. Simama tu, mtu wa Mungu, simama, nimkabidhi hiyo shilingi elfu hamsini na bila shaka basi mwingine, mtu yeyote ambaye unaweza ukajisikia fanya chochote juu yake, anabusha kavimba mpaka sasa hivi, anasema anatumia tu dawa za kienyeji chonde chonde, kama kuna mtu najua njia ya kufanya dawa. Anasema walimwambia wakifanya operation upande mmoja, baada ya muda watafanya operation upande wa pili, inawezekana akafa. Kwa hiyo mwisho wa siku anaamua kutumia njia hizi tena za kwamba pengine aendelee kunywa dawa za kienyeji na kuvumilia, asije akapoteza uhai. Lakini mara nyingi maelezo kama hayo yanakuaga kwa watu ambao wana wana uwezo mdogo. Lakini ikitokea watu mkasikia hivi mkaniona mimi, inawezekana mkawa na njia ya kumsaidia yeyote. utakayesikia kumsaidia mzee huyu na chochote juu ya haya yote niliyokwambia, utamsaidia yeye. Ni mhubiri, ni mtu wa Mungu tu, anahubiri na hata alipogongwa alikuwa kuhubiri. Anayehubiri ni sahihi kiasi gani, ana udhaifu kiasi gani, wewe jua tu, afadhali anayefanya kazi ya uhubiri. Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu yake apelekae habari za mema. Kwa hiyo yangu ni hayo, lakini nimuulize tu maswali mawili matatu kabla sijampa nafasi atoe neno lolote la shukrani au neno lolote aiyonalo. Nataka tujue, nijue ne, ulikamudagani gerezani? Nina shukuru mtumishi mm. wa Mungu, Mungu akubariki katika hili. Mimi niliingizwa gerezani mm. aa, mwaka elfu mbili mm. na ishirini na mbili mwaka, mwaka gani nimetoka? Mwaka elfu mbili na ishirini na nne, tarehe ishirini na sita mm. mwezi wa sita mwezi wa sita tarehe ishirini na sita, tarehe ishirini na sita, mwezi wa sita. Uliingia elfu mbili na ishirini na mbili, mwezi wa ngapi? Mwezi wa kumi na mbili maanake umekaa mwaka mmoja na miezi sita. Naam, okay. Basi kutoka hapo ndipo nikatoka tarehe ishirini na sita mm. mwezi wa sita huu mkono umefanyaje, watu wajue huu uh, mkono mm. baada ya kutoka nikaenda nikakumbuka mm. kwamba aliyenitoa mm ni Mungu ametumia wa watumishi wake mm. wa serikali mm. sio kitu chochote wala siyo mtu yeyote, bali ni Mungu mwenyewe mm. akatumia viongozi wake wa serikali mm. kwa ajili ya kunitoa mm. hivyo basi mm. nilipotoka, nikaenda kuhubiri, nikamkumbuka huyo Mungu aliyewatumia watumishi mm. wake wa serikali mm. pamoja na mtumishi mmoja ambaye ndio wewe mm. wakati unakuja mule unatufariki mm. Pia nikaondoka kwenda maji ya moto Songwe mm. ili nikamhubiri huyu Yesu mm. aliyenifanyia matendo haya mm. Nilipotoka huko natembea chini mm. nimechoka mm. kuna mtu mmoja alinipa senti ya ndizi kwamba inisaidie njiani mm. lakini nilipochoka nikaona nichukue hii senti nitumie kwa nauli, nilipotaka nikapande gari tarafani mm. Basi nikamuuliza kijana mmoja je, ni njia ipi imepita tarafani nikapande gari, nimechoka kutembea mm. Akanionyesha. Katika kunionyesha mm. nikakuta haisi imetoka kule ilikuwa mm. ni saa moja na dakika ishirini na mm. saba jioni mm. ikatupiga, ika wote wawili na huyo kijana mm ikatutupa kwenye barabara ya pili ambayo Samia anatengeneza. Mm. hivyo basi tukafikiriwa kwamba tumekufa mm, lakini asante Yesu, wabodaboda nisiowajua wanijui, mm, wakaniokota na kunigaramia mm, ndo mpaka unaniona hivi. Enewe, okay. anyway, mtu wa Mungu na kwaidi atakuja kuongea siku nyingine. Ni mtu anayeongea sana hapa, atatupiga maandiko ya kutosha. Hivi ninavyoongea naye nimeacha wageni ofisini ndio maana naweza naweza kuansikia watu wanaomba. Nimesimamisha ibada kwa muda, kwa hiyo kila kitu kimesimama hapa. Kwa siku nyingine atakuja kuongea vizuri, najua na maswali mengi, pengine mtakapouliza mengi sana kwenye mtandao, nitamwita ili aje aseme, aje ajibu mwenyewe hasa mtakayotaka ayajibu. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Mimi nikutakia wakati mwema, nina muda mchache. Pengine neno moja kwa fupi. Unaweza kusemaje? Naam, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi watumishi wa Mungu ambao mnazijua shida. Ndiyo. Kama Yesu alivyosema kwamba siku ile nitawaambia hmm. tazama, nilikuwa ninaumwa mkaja kuniona hmm. na pia kama Yesu alivyosema lieni na wanaolia hmm. sikitikeni na wanaosikitika hmm. ombolezeni na wanaomboleza hmm. lieni na wanaolia hmm. pia umieni na wanaumia hmm. Maana mkifanya hivyo mm, nami nitawasamehe hata dhambi msio msizozijua. Mm, nami nitawasamehe hivyo. Basi kwa kufanya hivyo huo ndio Ukristo, naitwa Ukristo. Ukristo sio jina au sio kulitia tu jina la Yesu. Hapana, mm. mm, Ukristo ni matendo mm. Ndio Yesu anasema mtatomba kwa matunda yao, sio wote waniambiao Bwana, Bwana watakaoingia ufalumu wa mbinguni. Hapana, mm, ni yule atendaye mapenzi ya Baba na kutii neno mm, huyu ndiye ambaye ni mwenye ufalumo wa mbinguni yeah, na huyo ndiye atakuwa mwanafunzi wangu kweli kweli na Yesu anasema siku ile nitawaambia, tazama, ninaumwa nilikuwa naumwa nilikuwa mgonjwa, ndipo hmm, nao wa kushoto atajidai Haki, wakisema, lini Bwana tulikuona unaumwa? mm. ndipo Yesu anasema nitawajibu ya kwamba jinsi ambavyo hamkuwatendea wale niliowatuma kwa jina langu mm. hamkunitendea ni mimi mm. ndipo Yesu anasema nitawataniambia kwamba tupe ruhusa basi tukaishi tena mm. ili tukawatendea hivyo hivyo, kumbe ulikuwa ni wewe. wale watu wale mm. tulifikiri ni matapeli, tulifikiri ni waongo mm. kumbe ulikuwa ni wewe Yesu. mm. Yesu anasema ndiyo, nilikuwa ni mimi mm. Ndipo Yesu anasema wataniambia, tupe ruhusa basi tukaishi tena mm. ili tuwatende hivyo hivyo mm. ndipo Yesu anasema nitawaambia kwamba muda wenu wa kutenda hayo umekwisha mm. nendeni mkajute milele huko mm. ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno mm. Mungu Amen, awabariki mkaabariki Amen sana. Ta, nimekwambia ni mwongeaji na tuchapa maandiko hapa Kutipu kwa tipo kwa gereza alikuwa na Biblia muda wote, na kuna Biblia moja nilimnunulia, si ndo hii ama ni nyingine? Ama ni nyingine nyingine nyingine. Okay, lakini katika hali yote, Mungu akubariki sana. Mimi nasikia vizuri kwamba mm, wakati mwingine nakuwa rafiki na wanyonge, asiyeweza kukurudishia chochote, ambaye hatukimpa chochote, ukiwa na wewe kwenye hali ngumu bado atakuja kuombe we mwenyewe, na bado ni we mwenyewe unayetakiwa uwajibike, tena hana chochote anachoweza kukurudishia mimi kasehemu hawa ndo amekoma rafiki zangu, hata nikiwa gerezani, hata nikiwa mahali pengine popote. Anyway, nasikia fahari sana ya kwamba nimejaribu kufanya kile ambacho duniani nahisi kilikuwa sahihi sana kifanya, ingawa ni kwa maumivu makali na uchungu mwingi. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Zimekuwa tofauti kabisa oh. Maana wao wanachukua taratibu za kidunia, kwa maana ya kwamba wakisema kwamba wengine